Wafuasi na wanachama wa chama cha ukombozi wa umma CHAUMMA katika maeneo ya ilaya ya Kinondoni wakiongozwa na mgombea wa urais wa CHAUMMA Salum Mwalimu, huku mgombea wa bunge wa jimbo la Kinondoni akieleza changamoto ambazo atakwenda kuzitatua. Watu wa Kinondoni wamechoka kuchezeshwa kamari. Watu wa Kinondoni waliambiwa watapewa ajira, vijana wa Kinondoni wamebaki wanachezeshwa kamari, hakuna mtu... mama jiandaye watoto wenu watakuwa wanakula ubwabwa shuleni mpaka darasa la kumi na mbili. Uboreshwaji wa sekta ya elimu imetajwa kuwa miongoni mwa vipaumbele vitakavyotekelezwa na serikali ya CHAUMMA. Tutaitisha mjadala wa kitaifa na sio wa kujazana upepo na wala sio wa kujazana woga na hofu, ni mjadala wa elimu. Ndani ya siku mia moja nitaitisha mjadala wa elimu wa taifa hili, tuangalie nataka elimu ya aina gani ya kumwandaa mtoto? Kama tunakikimbilia Kiingereza kwa mamilioni, Kiingereza hicho kwa nini tusifundishane shuleni? Kwa nini? Ahadi ya kuboresha sekta ya elimu imeelezwa sambamba na uendelezaji wa lugha ya Kiswahili. Tukitunza na kukienzi Kiswahili, lakini kwenye mabadiliko makubwa ya elimu ninayokusudia kwenda kuyafanya, Mungu akinijalia kibali cha kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa nchi hii ni pamoja na kukiona Kiingereza kama nyenzo ya msingi ya kizazi chetu kumudu kukabiliana na maisha na mazingira ya leo yanayotuzunguka ndani ya nchi na nje ya nchi. Kinachofanyika hapa ni mwendelezo wa kampeni kuelekea tarehe 29 Oktoba. Emmanuel Kalemba, Habari Wikendi, Dar es Salaam.